Na mambo vipi, shabiki wa DW Kiswahili, hivi karibuni kuliibuka sintofahamu nchini Kenya baada ya shule ya wasichana ya Butere kutaka kutumia jukwaa la sanaa kuelezea changamoto za kisiasa na kijamii nchini humo, lakini badala yake walizuiwa kucheza igizo lao kwenye tamasha la sanaa la kitaifa kwa vyuo na shule. Sasa leo kwenye Kurunzi Live tunajadili hilo na kuuliza, je, unaamini sanaa inachochea hamasa ya kisiasa? Mimi ni Suleiman Mwiru na hapa niko na mwenzangu samani <laughs> mambo vipi? Eh, safi sana. Uko vizuri? Umesema mimi ni mkongwe, ni mkongwe kabisa <laughs> tunarudi muda si mrefu, ndio. Naam, kama nilivyosema, leo tunazungumzia hamasa mm. kwenye masuala ya kisiasa, eh, kwa sasa, kwa vijana, na ili tuende Waswahili wanasema mm. kwenye ukurasa mmoja ndio, lazima kwanza tumweleze mfuatiliaji wetu kile ambacho ili naye aweze kuelewa kwa, kwa hatua kwa hatua, ndio tutazame hii kaya. video alafu, kisha baada ya kuitazama tutaanza hatua kwa hatua mm -hmm. E, ili tu kwenye ukurasa mmoja. Wanafunzi kutoka shule ya sekondari ya Butere huko Kenya wameandamana baada ya kususia kufanya mchezo wao katika hafla za kitaifa za michezo ya kuigiza wakitaka kuachiwa kwa mwandishi wa mchezo wao Cleopas Malala aliyekamatwa na polisi. Wanafunzi hao waliimba nyimbo za upinzani nje ya mabasi yao ya shule huku polisi wakitazama. Mnamo usiku wa Jumatano, Malala ambaye aliuandika mchezo wa Echoes of War au mwangwi wa vita ambao wa wanafunzi hao walistahili kuwasilisha mbele ya hadhira, alikataa kukamatwa kwa kusalia ndani ya gari lake lililozungukwa na maafisa wa polisi. Polisi walifetwa mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya waandishi wa habari waliokuwa wanaiangazia porukushani hiyo. Malala ambaye mchezo wake unazikosoa sera za rais wa nchi hiyo William Ruto anasema hakuambiwa mashtaka yaliyokuwa na yanamkabili. Namuuliza wapi charge sheet? Wapi eh, summons? Hakuna ila hali niko na order ambayo inaniambia nikuje, ni, nifanye mchezo huo. Sa so, ukinishika katikati ya barabara kama hii, usiku umenipata hapo, umenishika, sijui wananipeleka wapi, hawaniambii chochote. Waziri wa usalama wa ndani nchini humo Kipchumba Murkomen aliwaambia waandishi kuwa Malala alitumia wanafunzi kuendeleza ajenda yake ya kisiasa. Malala ambaye wakati mmoja alikuwa katibu mkuu wa chama tawala cha UDA kisha akatimuliwa, anasema hakuna demokrasia nchini humo. Lakini sasa shida ni kwamba wanasema hakuna rias, wamekataza watoto kurihas kule ndani, wamewafungia kwenye nyumba. Hii ni demokrasia gani? Watoto wa shule wanashindwa hata kurihas. Je, demokrasia ina mipaka? Una maoni gani? Hebu tufahamishe. Nam Bruce, umeitazama mm. hii leo, umeiona mm. Hii ni video ambayo imesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii nchini Kenya na katika mataifa <laughs> yote <wa laughs> ya Afrika Mashariki, ikielezea huu mkasa ambao pia umevuma vile vile katika mitandao ya kijamii sasa. tu, tu, hebu tufahamishe kidogo mm. undani wa hili sakata hili, hili sakata, eh, linahusu mchezo wa kuigiza mm. eh, nchini Kenya kulikuwa na mashindano ya mm. shule za upili mm -hmm. eh, mashindano ya kitaifa mm. eh, katika mji wa Nakuru mm -hmm. na wanafunzi huonyesha vipaji vyao kwa kuigiza michezo mbalimbali, fasihi simulizi, naweza kusema mm -hmm. eh, kuna michezo ya kuigiza mm -hmm. kuimba, hata kule Tanzania michezo hiyo yeah. yeah. ya, eh, shule ya shule shule kushiriki uli... eh, mbele, mfali. ya hadhira yeah. na mwaga manake <laughs> <laughs> <laughs> yale ambayo naamini kwamba kwa sababu hapa unabidi uwe kama ulivyosema, fasihi na fasihi, e, shairi, na shairi. Naenda mbele ya na watu pale wakati mm. huo watu ambao labda pengine mkuu wa mkoa wakuu wa shule mbalimbali mnakutana mbali, viongozi wa kiserikali mm-hmm. Unakuja wewe mbele kumye, nika, nikapewa na zawadi ya kuku <laughs> Turudi kwenye tukio mm, hili sasa nchini Kenya kuna mm, e, moja ya michezo ambayo ilifanywa mm, na ilitayarishwa na shule moja inaitwa Butere Girls, eh? Mm, shule ya wasichana ya sekondari ya Butere mm, na mchezo huu unaitwa Mwangwi wa Vita, yaani Echoes of War ambao mm -hmm. nikieleza tu kwa kiufupi ni kwamba mwandishi mm, e, anajikita katika taifa la kifalme la kufikirika mm. ambako vijana wa taifa hilo wamechoshwa na viongozi wao, wanapambana na polisi katika maandamano ya kudai eh, demokrasia na mageuzi mm. Sasa mamlaka nchini Kenya mm. eh, zili ufuta mchezo huo kwa madai kwamba unachochea wanafunzi kuzusha vurugu na hata mchezo wenyewe ukajikuta mahakamani. Mahakama ikatathmini, ikasema kwamba uendelee, lakini mwishowe katika mashindano hayo haukufanyika. Kama ulivyoona katika video hiyo, kulikuwa na vurugu na polisi na tumeona pia kama vile kulikuwa na mabomu ya machozi pia, vitu chungu zima vinaendelea hapo lakini ndo hali hivyo, huyo bwana amekamatwa. Mwandishi wa hiyo tamthilia yenyewe Cleophas Malala ni mwanasiasa. mm -hmm. Lakini kabla ya mwanasiasa kuwa mwanasiasa mm -hmm. ni mwandishi, mwandishi yeah, mwandishi kwa miaka mingi karibu miongo miwili alikuwa anaandika mm -hmm. michezo hii ya tamthilia ya kuigiza shuleni mm -hmm na si mara ya kwanza amejikuta katika hali hii na hiyo shule hiyo mm. <laughs> ana ni mara ya pili hii mm, katika mwaka 2013, eh, hii wa elfu mbili mm. na kumi na tatu kuna mchezo alioandika na ukazuiwa hivyo hivyo, na kwao ni kama mwendelezo wa matukio ya namna nio hii ambayo yamekuwa yakishuhudiwa. Sasa swali ni kwa nini eh, mchezo wenyewe umezuiwa. Mimi kinachoniacha hoi hapa ni kwamba mahakama imefanya aimefanya tathmini <laughs> na ikaona kwamba mchezo huu uendelee, lakini serikali inaonesha kuwa na hofu na maudhui pengine ya ya matukio yenyewe mm -hmm. ikatuma polisi na vitu kama hivyo mm -hmm. lakini ni kuambia tu kwa kule Tanzania tumeshawahi kuona pia watu wakitumia sanaa e, wengine ni wanamuziki, wengine ni waigizaji, wengine ni wachoraji, ili mradi tu ni sanaa mtu kuwasilisha maudhui yake, lakini wapo pia ambao e, mm -hmm. wamewahi kujikuta katika matatizo mbalimbali lakini tutazungumzia baadaye kuhusu hili lakini ili swali tuwauliza wafaili jui kaa mitandao yetu ya kijamii wa Facebook ndio, yeah, tukawauliza yeah. Watu na hata Instagram pia tumewauliza watu wao wana maoni gani? mm -hmm. Lakini mwenzetu Musa navie kule nchini Kenya mm -hmm. alienda katika moja ya chuo na akazungumza na vijana kuhusiana na hii hamasa ya vijana katika masuala ya kisiasa ambayo wanaweza kuwa wametumia sanaa kama mm -hmm. eh, ina, inapelekea kuhamasisha mjadala na mime mime mime katika, ito. jamii hiyo, na haya ndiyo yale ambayo Musa na Vie ameyapata kutoka kwa vijana nchini Kenya, wakielezea sakata hili. Sanaa ni kioo cha jamii na inatumika kuangaza mambo yanayoendelea katika jamii yetu, kwa mfano siasa. Siasa ndo inayotuongoza ina kama iwakosowe kama wanafanya vibaya. Tamthilia inaleta ina inaweza hamasisha watu katika jamii. Kwa mfano hizi, kwa mfano kama tamthilia ya Echoes of War, vile tumesikia juzi ni kwamba nkana ili, kwamba iliguza mtu ama iliguza watu fulani, ndo maana wakaikatiza, na hii kwa maoni yangu naona kwamba si mzuri, kwa sababu au watu wenye iliowaguza wakafanya hii hii tamthilia ikatwe, ni kwamba walijua ikiwa imeendelea italeta shida ama italeta hamasisho kwa wananchi, hasa sasa wanaona kwamba wananchi wakijua mambo haya watapaswa watapaswa kukosa kuwapigia kura. Um, sanaa ni muhimu katika um, um, nchi yetu um, manake vile unapata kupitia sanaa Uh, watu wanaweza kujieleza na uh, wanafunzi so, uh, kupeana maoni yao kulingana na pengine lile jambo ambalo wanaongelea. Naamini kuwa maneno yana nguvu sana. um, kuna maneno ambayo unaweza kumwambia mtu na yakaweza kumfanya a, aweze kuwa na, na hisia, inaweza kuleta hisia mbaya um, kwa mtu yoyote yule, na akaweza kubadilisha mawazo yake. Kwa mfano, labda mimi nina nafikiria nina mawazo mazuri kuhusu serikali, labda rafiki yangu awaje tu ani, anipe ya aniambie mambo mabaya kuhusu serikali, ninaweza kuwa na ile hisia ya chuki, hata kama sikuwa nayo. Kwa hiyo mimi ninahisi kuwa inachangia pakubwa sana aa, kufanya vijana aa, waweze kubadilisha mawazo yao na waweze kuchukia serikali. Naam, umewasikia hawa vijana kutoka nchini Kenya wakielezea mtazamo wao na maoni yao kuhusiana na hii mada ambayo tuliweka mezani katika mitandao yetu ya kijamii. kabla hatujaanza kusoma ya hawa tu <laughs> <laughs> tunataka wewe binafsi, nilishangazwa sana na tukio hili kwa sababu si mara ya kwanza e, tunaona fasihi ikitumika katika njia ya aina hii na kilicho nishangaza hata zaidi ni jinsi wanasiasa walivyokabiliana na swala hili. mm -hmm. Wenyewe wanasema kwamba vijana ama wanafunzi wa shule mm -hmm. wanaharibiwa, mm -hmm. kupewa maudhui ambayo hayajengi mm -hmm. Sasa swali langu la kwanza kujiuliza ni kwamba mchezo huu ulianzia ngazi ya wilaya, ukapita mkoa, hatua zote fika hadi kitaifa mm. <laughs> ulikuwa umetizamwa <laughs> na wamepata max mm. Wamefika kitaifa. Sasa unapofika mm. kitaifa, unazuiwa, hicho mm. ndio kizungumkuti kwa kweli, na mimi napata na, na mashaka kwamba kwa mfano labda nikikumbuka mimi enzi wakati niko shule kwa, kwa, kwa, kwa mfano mm. tumesoma vitabu mbalimbali vya fasihi ambavyo vikiwa vimekuwa vikieleza namna, hata wakati fulani, wakati wa hata wakati wa ukoloni wanapambana kupata uhuru na kama hivyo vitabu, e, vitabu mbalimbali ambavyo vikielezea fasihi, kwa mfano kama yule bwana wa Kenya Ngugi, Ngugi, vizuri kabisa vitabu mbalimbali ameandika sio kimoja, vingi tu ambavyo vitabu ambavyo sisi tumevitumia kwenye kujibia mitihani ya taifa kule Tanzania kwa mfano. Kwa hivyo vile vitabu vilikuwa kwa, kwa msingi kama huo, kama vitabu vinamfundisha mtu, mtu awe na uwezo wa kufanya tafakari Ndiyo. ya, ya uweledi wa hali ya juu mm -hmm. na matukio kama haya sasa haya ambayo vijana wanayafanya ni ambayo yanahusu maisha yao halisi ambayo wanayaishi kwa kipindi kama hiki, ndio sasa kama unavyosema, kama, kama wanapitia katika hatua mbalimbali mpaka inafika hatua ya kitaifa maanake ukija ukuzuia katika hatua kama hii, manake unamaanisha nini kwenye haya mawazo yao? bila indyano, shaka ukitizama na, na, kwa kweli mchezo e, huu mimi sikujua hata hatakama sasa baada ya ile purukushani ndio mm. <laughs> Umejulikana hata zaidi kwa sababu kuna michezo mingine vijana wana, wanaitumia kwa mfano kama hiyo ya jukwaa kama la tamthilia ama mm. ngonjera mm. na vitu kama hivyo kumwelezea mfano kiongozi ambaye ni mla rushwa. Yeah. Na, manake inawezekana kuna watu wengine kwenye huo umati ambao watakusanyika hawana uelewa mpana kuhusiana na maswala ya rushwa, lakini kupitia hiyo ngonjera, kupitia hayo mashairi ambayo washairi wa, wa, wa wanaghani pale mbele yao <laughs> kupitia hii michezo, watu wanapata uelewa mpana, na unasaidia kuielimisha jamii, kuikosoa, kuijenga na kutengeneza misingi ambayo pengine ni muhimu kwa jamii, lakini mwisho wa siku ni, ni, ni, ni kama mimi napata picha na kwamba, mm. ni kama kuna hofu ambayo labda pengine inaweza kuwa imechangizwa ime na, na matukio hivi karibuni nchini Kenya, masuala kwa mfano, ya kisiasa kama maandamano ya mwaka uliopita na Gen Z, maandamano yale mwaka uliopita ama... mm -hmm. kwa kweli, vijana wakimiminika mitaani ndio ndio hivyo. mm -hmm. na mwandishi wa mchezo huu nadhani, mm -hmm. alichukua maudhui hayo, alichota kidogo maudhui hayo, ki ki yeah. <laughs> hayo akatia kwenye jinsi teknolojia inavyoweza mm -hmm. kusaidia kuwawajibisha viongozi, mm -hmm. mambo ya dijitali, mm -hmm. eh, na jinsi raia wanapaswa kupata sauti ili kudai haki yao. Sasa mambo kama haya, viongozi wamehisi kama yanaweza pengine kuchafua tena hali hali nchini Kenya, lakini mm. Bruce, mimi natazama tukio kwa mfano ni namna tofauti mm. Tupo katika zama za kidijitali, tukio hili lingefanyika kwa mfano, inawezekana watu wangeweza kuwasilisha maudhui yao mawazo yao kwa kiwango kikubwa sana, watu wakayafahamu. Lakini kuzuiliwa kwa tukio hili ili tukio limevuma katika kiwango ambacho hata kama mtu alikuwa hataki kujua kinachoendelea kuhusiana na hii mchezo sasa amejua. Hasa maanake hapa kwa Waingereza wanasema message sent already, tayari message is sent. Na mwandishi mwenyewe amesema kwamba baada ya kuzuiwa wanafunzi kuonyesha mchezo huo mm, sasa atazunguka nchi nzima mm -hmm. akiuonesha na utaigizwa na wacheza wa, wa filamu maarufu mm atawachagua <laughs> atawachagua <laughs> ili waonyeshe kile ambacho kipo katika mchezo huu. Kwa hivyo mm. ujumbe bila shaka, kwa vyovyote vile, ataufikisha ataufikisha mm. kwenye jamii, na kwa bahati nzuri ama mbaya ni kwamba sasa hivi unaweza ukafanya kitendo ambacho wewe kwa asilimia mia unaamini kwamba hiki kitendo labda pengine wazuia hata mkutano pengine wa, wa mm -hmm. hadhara kwa mfano wa masuala ya kisiasa kwa mfano, ama tukio fulani lisifanyike ambalo kimsingi litakuwa lifanyike, lakini kwa sababu ya hofu yako, muda ambao wewe utatumia na nguvu utakayotumia kulizuia hilo tukio, ndio muda ambao hilo tukio linakuwa maarufu zaidi eh, kuliko Dibu. tukio lenyewe ambalo lingefanyika bila kuwa na bodha yoyote. mm -hmm. Mi nitakupa mfano mmoja kule Tanzania wamekuawa wa, wa wakitumia njia mbalimbali kuwasilisha maudhui yao kwa, kwa serikali. Kwa mfano tumeshaona wasanii mbali mbalimbali, sasa wasanii, eh? wasanii mm. wa mziki tumeshawahi mm. kushuhudia msanii Roma e, Mkatoliki hey, anafahamika no. kabisa kwa maudhui, kwa mashairi yake, nyimbo zake nyingi zimekuwa zikituma ujumbe kwa serikali na amejitengenezea mwelekeo huo kwa miaka mingi na mambo kama haya, kuna wakati aliwahi kumtia matatizoni pia na serikali. Kuna kipindi akapotea, baadaye alivyotoka huku alikopelekwa, alivyorudishwa sasa kuraiani, mm. akatoa nyimbo ya into Zimbabwe ikielezea mkasa mzima, jinsi alivyotekwa na vitu kama hivyo, kwa, kwa tu jumbe zake katika nyimbo zake. Wimbo wa Zimbabwe ulijulikana bila shaka uh-huh, pengine unalenga Ndo hiyo tunasema kwamba ni kazi ya sanaa. Sanaa, mtu anaitumia sanaa kufikisha yale mawazo yake ambayo anaamini kabisa mlengwa lazima ayapate, ama ni serikali ama mamlaka, katika... na, kuna mstari wowote wa kuweka msanii anapaswa kuweka mstari katika maudhui ambayo anayaweka anaya, katika jamii? inawezekana kwa sababu unajua msanii, yeye jukumu lake ni kwa jamii, ni kuisaidia kuifikishia sauti ya jamii katika e, ama mamlaka ama katika kwenye umma kwa ujumla. Hasa katika kufikisha hiyo mistari yake, anaweza akatumia moja kwa moja ujumbe moja kwa moja. Kwa mfano labda anamlenga kiongozi fulani mkubwa wa nchi e. Ama kwa mfano kuna kipindi fulani sakata la Tanzania na na bandari e, ilivuma sana. Kwa hiyo kuna msanii kama na Nyomitego alikuja akatoa wimbo ambao inawezekana hataji moja kwa moja lakini ukiusikiliza ule wimbo unaona kabisa kwamba kulingana kuna huu haitokezi ujumbe kulingana na huu mwendelezo wa matukio mm, ambayo tunayaona, mlengo ni huyu ambaye ni serikali, kwa mfano. Kwa hiyo serikali nao uwajibu wa kuamua kwamba inaweza ikajibu ama isi... <coughs> lakini ujumbe unakuwa <coughs> fikishwa katika namna ambayo <coughs> E, inawezekana sio ya moja kwa moja, lakini ujumbe kwa mtu ambaye anafahamu kinachoendelea anakuwa tayari anajua. Mimi nimeuliza hivi kwa sababu Rais Ruto amezungumza hivi majuzi kuhusiana na sakata hili la Echoes of War. wow. na akalalamika kweli, akiwazomea viongozi hasa wanasiasa akisema wasiwatumie hmm. eh, wanafunzi hmm. eh, kuchochea hisia za chuki na mgawanyiko nchini hmm. na badala yake tunapaswa kuwalinda kwa vyovyote vile watoto wakiwa shuleni. Hmm. ili kiwe ni kizazi ambacho kinawajibika zaidi katika siku zijazo. Sasa eh, sijui ana- hoja yake ilijikita wapi katika kusema hivyo kwamba viongozi wanawatumia eh, wanafunzi kuchochea, kwa sababu Bruce, kwa mfano kama kama ulivyosema hapo awali kwamba mchakato wa mambo ma, ma, ma, kama haya kwa mfano yanayohusiana na sana hmm. tamthili ya fasihi andishi fasihi simulizi yanaanza katika shule za msingi, wanafunzi hmm. wanafunzwa tangu huku awali hmm. Huyu kiongozi wa kisiasa anaweza kawatumia hawa wanafunzi katika muktadha ambao pengine ni anahitaji, ana, anahitaji pengine anaona kwamba kwa mfano kama nchini Kenya wa vijana wanaonekana mm -hmm. Sasa ndio wana nguvu zaidi kwenye masuala ya vitendo vya kijamii. Yeah. Kwa hiyo anaweza kaiona kama hiyo ni fursa, lakini msingi wa hawa vijana kuweza kuanza kufahamu masuala ya fasihi sana unaanza chini, chini kabisa, kabisa, ni kweli, yani wanafundishwa vitu ambavyo ukija kusema baadaye una, una, una, una kama unavidhibiti Ta, Nde, muda umesha kupita. <laughs> <umesha kupita. laughs> lakini kama ni ku kutengeneza mazingira mazuri yanayofanya vijana waweze kuwa na uelewa mpana wa masuala ya kijamii, masuala ya haki, wanaweza kusema kutumika vibaya ama kutumika vizuri, masuala haya inabidi yaanzie huku chini. Mwanasiasa ni mtu wa mwisho kabisa, yaani sasa, na wewe unazungumzia, unaniambia mimi nisile chakula ambacho tayari mimi nishashiba na vitu kama hivyo. Bora tusome kidogo nyumbe wa... Tu... kuna watu wamesha tume... tuandikia hapa kuna huyu anaitwa mm -hmm. Abdulrauf Mustafa anasema ushabiki na upenzi kuzo siasa ni hulka ya mtu mwenyewe mm -hmm. lakini Thomas mayunga anasema yuko eh, ni shabiki wa Simba kutoka Geita Tanzania, anasema hakuna mwanasiasa yote duniani aliyeibuka kuingia kwenye siasa bila kupitia sanaa za kishule. Wanafunzi mm -hmm. wa leo ndio viongozi wetu wa kesho, na kubaliana na naswali katika yaani kwamba huyu anaamini kwamba wana wanasiasa wa ukweli na ni kweli kabisa kwa sababu fasihi simulizi hasa ni kio kio kio cha jamii. Wanaona sasa sasa, ukitazama kwenye kio unaona unaona, unachokiona ukipendi, sasa unaona kiharibu kio, ama wewe mtu kujiuliza swali fupi tu, maandamano yaliyofanyika nchini Kenya mwaka uliopita yalikuwa na na na madai gani? Kwamba gharama za maisha zimepanda sio wa, na baadhi ya mienendo ambayo serikali serikali ama hatua ambazo inazichukua kwa hiyo wanataka zibadilishwe, na vitu kama kama hivyo, hasa kama mwandishi anatumia hiyo fasihi kueleza maanake ni mambo ambayo watu wana, kwenye jamii wanakumbana nayo wanataka yapatiwe ufumbuzi hmm. Hasa kama hutaki hawa watu wapatiwe ufumbuzi, ni nani ambaye unamuongoza atataka wewe uende kinyume wakati huu awe anakuheshimu hmm, na kukupa nafasi katika vitu kama hivi. ya kwa kuna maoni msito msito ya watu, huyu mwingine anaitwa ya pelele ya pelele hmm. Anasema <laughs> inachochea <laughs> yeah, sana na ukitaka mageuzi makubwa, basi kuanzia kupitia shuleni na viuni, wanafunzi wengi wanakuwa na akili mpya ambayo haijaharibika, ndo kama nilivyosema hapo awali kwamba eh, msingi wa hawa vijana uko wapi? Ukitaka kumfanya kijana asihamasike kwenye masuala mabaya ambayo wewe unayataja, wapi unatoka, umsaidie um, um, um, akiwa ndo anaanza akiwa shule, sasa fahamu kila kitu. <laughs> <Yeah. laughs> Mwalimu Francis Mluge Junior anasema yuko Kimara Dar es Salaam. Sanaa, mm, uh, ikitumika vizuri ni sauti kubwa sana kwa mm, wasio na sauti. Kikubwa ni kupata jukwaa la kuonekana na kusikika. Hata sanaa ya shule inaweza kuwa hamasa kubwa kisiasa ikipata watazamaji na lugha inayoeleweka. Bruce, wewe ni mwandishi mkongwe wa muda mrefu unaitumia fasaha umeitumia sanaa kuwasilisha maudhui kwa jamii ambayo yanaelimisha vijana yanakosoa jamii na kuijenga jamii katika namna bora zaidi. Ningekuwa ni maneno yako machache ya kuwambia wanajamii, sio tu kwenye swala hili la kisiasa, lakini kwa ujumla, eh, kwa, kwa vijana ambao ndo, ndo kwanza ndo viongozi wa kesho. Ni yapi ambayo pengine ungewambia kwa ufupi? Eh, bila shaka jamii ni mimi na wewe, yes. Sisi tunatengeneza jamii, kwa hivyo no. unaanza na wewe mwenyewe, mambo ambayo unataka e, yafanyike katika kile no. ambacho tunaita jamii na shaka mauvu haya tusipoyazungumzia na kuyaangazia kupitia sanaa na michezo kama hii, nadhani mm. it, jamii itakuwa ni mahali pagumu sana pakuishi mm. hasa katika vizazi vijavyo. Kwa hivyo sasa hivi lazima tu- kuna ule ujumbe wa kuvumiliana mm -hmm. Eh, kusikia kilicho kizuri na kukishughulikia kile ambacho sio kizuri mm -hmm. ili jamii iwe bora zaidi. Shukran sana. Tunaambiwa muda wetu hautoshi. Mimi ni Suleiman Mwilu kwenye mjadala leo ulikuwa unazungumzia masuala ya sanaa na hamasa yake katika masuala ya kisiasa na masuala yote hayo, na mjadala huu bado unaendelea katika mtandao wetu wa kijamii wa Facebook na Instagram eh, pamoja na